Harsh war on drugs. Mlipuko mkubwa na moshi mkali mithili ya wingu zito ndiyo hali iliyokuwa majira ya sana na usiku katika mji wa Caracas, Venezuela. Ndege nyuki na helikopta za makomando wa Marekani na vikosi vya Delta zilionekana zikizunguka katika anga la Venezuela kana kwamba hakuna mwenyeji. Baadhi ya kambi za kijeshi majengo ya serikali yalishambuliwa vikali, ingawa jambo kama hili lilitegemewa. Wakati dunia ikiwa katika hali ya tahamaki, nini kinaendelea Venezuela? Ghafla rais wa Marekani Donald Trump anatangaza kuwa wamemkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mke wake Silia Adela Ferest na wako chini ya ulinzi wakipelekwa Marekani. Nini kimetokea Venezuela hasa, ukizingatia ni masaa machache tu toka rais wa Venezuela aonekane na mjumbe kutoka China? Taarifa ya kukamatwa kwa Maduro inakuja katika muda ambao serikali ya Venezuela imetangaza hali ya hatari na kuwataka wananchi kutoka nje kupinga kinachoendelea. Mamlaka za Venezuela zimeeleza kuwa ukiacha mji mkuu Caracas, maeneo mengine ya majimbo ya Miranda, Aragua na La Guaira nayo yameshambuliwa na, na helikopta za Marekani kufuatia taarifa za Rais Maduro kuchukuliwa makamu wa rais wa Venezuela Delcy Rodriguez ameripotiwa na vyombo vya habari nchini humo kuwa serikali ya Venezuela bado haifahamu chochote juu ya alipo rais wa nchi hiyo na kutaka kuhakikishiwa usalama wake sheria za kimataifa kuzingatiwa. Waziri wa ulinzi wa Venezuela, ambaye awali aliripotiwa kuwa ameuawa baada ya makazi yake kushambuliwa, ameonekana katika video iliyosambaa kuwataka wananchi wa Venezuela kuwa watulivu na kwamba mamlaka za nchi hiyo zimeshachukua hatua za kukabiliana na uvamizi huo aliouita wa kibeberu. Naye waziri wa mambo ya ndani na sheria wa Venezuela Diosdado Kabelo naye ameonekana akiwa na mtaani na kundi la wanajeshi akieleza kuwa mashambulizi ya Marekani hayajafanikia kwa ukubwa, huku akiwataka wananchi wa Venezuela kutokuwa na taharuki. Katika taarifa za mamlaka za Venezuela, bado haijaelezwa ni madhara kiasi gani yametokea kufuatia mashambulizi hayo japo baadhi ya vyombo vya habari vimedai kuwa kuna uwezekano wa vifo na majeruhi ya wanajeshi na raia wa Venezuela. Haya yote yanakuja ikiwa katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni serikali ya Marekani imeendesha operesheni mbalimbali dhidi ya Venezuela ikiwemo kushambulia zaidi ya boti thelathini na tano katika eneo la bahari ya Karibia na Venezuela ambapo Washington ilisema kuwa zilikuwa zikisafirisha madawa ya kulevya kwenda Marekani. Serikali ya Trump imekuwa akiishitumu serikali ya Venezuela, hasa kiongozi wake Maduro, kuwa anahusika na uhalifu wa kusafirisha madawa ya kulevya kuingia Marekani kwa kushirikiana na magenge mengine ya midarati, jambo ambalo Maduro amekuwa akilipinga. Toka mwaka 2020 serikali ya Marekani iliweka dau la dola milioni 50 kwa yoyote atakayeweza kutoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa Maduro. Hata hivyo toka mwishoni mwa mwaka 2024 Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha kunuia kumwondoa Maduro madarakani ambapo majeshi ya Marekani yaliongezwa katika bahari ya Caribbean, huku Trump akitangaza ndege zisipite katika anga la Venezuela, jambo ambalo ni kinyume cha sheria za kimataifa. Hivi karibuni Trump alimwonya Maduro ambaye amemwita kuwa ni dikteta kuwa waachia madaraka kabla Marekani haijachukua hatua, jambo ambalo lilipelekea Maduro kujibu kuwa inachokitaka Marekani nchini Venezuela ni utajiri wake wa mafuta na rasilimali za madini, kwamba hayo mambo mengine ni visingizio. Disemba mwaka elfu mbili ishirini na tano, Marekani ilikamata meli mbili za mafuta kutoka Venezuela kwa madai kuwa Venezuela ilichukua mafuta ya Marekani. Hii inatokana kuwa kabla ya ujio wa uongozi wa serikali ya mrengo wa kushoto ya Chaves ambayo ilirithiwa na Maduro, sekta ya mafuta ya Venezuela ilimilikiwa kwa sehemu kubwa na makampuni na ya Marekani kabla ya kutaifishwa na serikali ya mtangulizi wa Maduro. Kwa mujibu wa taarifa ya Trump ni kwamba hatua ya kumwondoa Maduro nje ya Venezuela ni kwa mujibu wa sheria za Marekani, ambapo serikali ya Marekani imekuwa ikisisitiza Maduro sio kiongozi halali, hakuchaguliwa hasa kutokana na uchaguzi wa mwisho wa Venezuela uliojaa mazonge mengi. Mwanasheria mkuu wa Marekani Pam Bondi ameeleza kuwa Maduro na mke wake tayari Wamefunguliwa kesi katika mahakama ya New York kwa tuhuma za kusafirisha madai ya kulevya ya cocaine pamoja na madai mengine kama kukusanya silaha kupambana na Marekani. Hatua ya mashambulizi ya Marekani nchini Venezuela imeendelea kuibua mjadala mkali, wengi wakiangalia kama hatua ya kubadili ulimwengu moja kwa moja kutoka kwenye sheria za kimataifa mpaka sheria za mabavu, yaani mwenye nguvu apite. Rais wa wa Colombia Petro Gustavo ambaye amestaka jumuiya za kimataifa umoja wa nchi za Karibian pamoja na Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za haraka dhidi ya ukiukwaji wa uhuru wa nchi ya Venezuela. Urusi ambaye ni mmoja wa washirika wakubwa wa Venezuela ametoa tamko la kusikitishwa na hali inayoendelea Venezuela na kuunga mkono hoja ya kikao cha dharura cha Umoja wa Mataifa. Mshirika mwingine mkubwa wa Venezuela, China, ilituma ujumbe maalum wa Rais Xi Jinping kuzungumza na rais Maduro takriban saa ishirini na nne kabla ya mashambulizi ya Marekani kuanza. Wengi wanaangalia China itachukua hatua gani hasa katikati ya msukosuko wa mvutano wake na Marekani, ambapo kwenye suala Venezuela tayari China ilikuwa ikikosoa hatua za Trump. Wakosoaji wa China na Urusi wanaendelea kuangalia kama mataifa makubwa yasiyothubutu kusaidia wanaoangalia kama rafiki wa dhati. Ndani ya Marekani tayari baadhi ya maseneta wameanza kuhoji kama hatua wa za Trump zilifuata sheria ya nchi hiyo ikiwemo ile ya kuwa rais hawezi kuingia vitani bila azimio la bunge la nchi hiyo. Uvamizi wa Venezuela unaonekana kuwa jaribio lingine dhidi ya sheria za kimataifa na vyombo vya kimataifa vinavyoonekana kupoteza nguvu kila uchwao, wengi wakiziangalia nyakati hizi kama nyakati za wenye nguvu wape wanyonge waendelee kunyongwa. haieleweki nini hatima ya Venezuela. Ijapokuwa, baadhi ya vyombo vya habari vya magharibi vimenukuu mmoja wa seneta wa Marekani kuwa wana taarifa ya kuwa Marekani haitaendelea na mashambulizi zaidi baada ya kumkamata Maduro. Kama ni kweli, bado wafuasi wa Maduro wanaishikilia nchi hiyo, huku makundi ya wa wapinzani wakidaiwa kuwa na uwezekano wa kuchukua serikali, aidha kwa makubaliano na wafuasi wa Maduro au msukumo zaidi kutoka nje. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa baadhi ya nchi za magharibi wanasema kuwa uvamizi uliofanywa unafungua ukurasa mpya wa siasa kimataifa duniani lakini pia ndani ya wa wafuasi wa Trump hasa wanaotambulika kama MAGA kuna uwezekano wa kutoa mgawanyiko kutokana na mwelekeo wa Marekani kuendelea kujihusisha zaidi na masuala ya nje, kama kufanya mashambulizi mapya ya kijeshi. Hii si mara ya kwanza Marekani kumkamata kiongozi wa nchi ndani ya eneo la Karibian. Mwaka elfu moja mia tisa na tisini Marekani ilimkamata Manueli Noriega, kiongozi wa Panama aliyechukuliwa kama kibaraka wao na baadaye kung'olewa baada ya kuvunjika kwa maelewano. Noriega alifungwa Marekani kwa miaka ishirini na baadaye kupelekwa Ufaransa kuendelea na kifungo kingine mpaka alipofariki mwaka elfu mbili na kumi na saba.